Ebwana, mambo ni mazito mtazamaji wa Trend TV. Ebwana, tunafahamu kabisa kwamba juzi au jana kama sikosei, ni kwamba kulikuwa kuna tukio kubwa sana hapa Bongo, e, kumuhusu lakini katika tukio hilo wageni ambao walikuwa wamealikwa, alikuwepo pia Diamond Platnumz lakini pia alikuwepo Bibi Zuchu. Sasa bwana, katika maswali ambayo walikuwa wanaulizwa hawa vijana red carpet, wakiwa kama wapenzi, lakini siku hiyo walienda kila mtu kivyake, yani Diamond alienda peke yake na Zuchu naye pia alienda peke yake. Hata nguo ambazo alikuwa amevaa zilikuwa hazifanani, hawaku match kama couple. Tunajua kwamba couple nyingi sana uwaga wanavaga nguo fulani hivi, katika matukio kama haya extravagant, uwaga wanavaga nguo ambazo zinashabihiana, lakini kwa upande wao mambo yalikuwa tofauti kabisa. Diamond alivaa nguo nyeupe Zuchu akavaa nguo nyeusi, tofauti kabisa na hazikuwa relevant hata kidogo, na kila mtu aliingia kwa wakati wake, na kila mtu alienda kukaa meza yake, na kila mtu alikuwa anafanya mambo yake. kwa kuna drama nyingi sana zimetokea, lakini moja kati ya drama hizo ni issue ya maswali ambayo alikuwa anaulizwa red carpet. Zuchu aliulizwa maswali na mfanyakazi wa Wasafi pale Mchaga OG lakini upande wa Diamond yeye aliulizwa na Alia. <laughs> You already know, mpaka hapo utakuwa umeshaanza kutabasamu, umeshaanza kuelewa kwamba Diamond amehojiwa na Alia. <laughs> Mambo ni mazito sasa. Basi, back to the point, ni kwamba Diamond bwana, wakati anaojiwa aliulizwa kwamba yeye ni lini na yeye pia watu watakusanyika kwa ajili ya tukio kama hilo, yani swala la harusi, yeye kuoa. Lakini pia upande wa pili huku, napo pia Zuchu aliulizwa na mchaga oji kwamba yeye ndoa yake na yeye ni lini. Sasa basi, eh, ma, ma, maswali ambao, haba, maswali ambayo haya yalivyojibiwa, ni, ni, ni sentensi tosha kabisa sb ni, ni, Eh, ni kitu ambacho bila shaka utakuwa umeshaelewa nini kinaendelea. Inaonyesha kwamba hii kapo haipo katika hali nzuri, au vipi bwana eh? Kapo bwana inaemea drip, au vipi bwana? Kapo iko na hali mbaya, inawezekana ikawa mapenzi chali au wamegombana. Kuna kitu hapa kimetokea, wamegombana hawa, kwa sababu Diamond alivyoulizwa hilo swali wala hakujibu chochote zaidi ya kucheka kwa dharau hicho yeah, ndo kicheko cha mzee Platnumz Simba chibude chibudi. Amecheka tu baada ya kuulizwa kwamba je, siku yako wewe ni lini watu watakujikusanya kama hivi katika siku yako kubwa. Amecheka upande wa Zuchu. Sasa wakati anaojiwa na Mchaga kuhusiana na hiyo issue Zuchu alisema kwamba I don't know, I don't know. Lakini hakuishia hapo kwenye I don't know, ni kwamba Zuchu akaendelea kusema kwamba Mwenyezi Mungu ndiye atakayeamua muda sahihi lakini sio muda tu, kwa sababu akisema kwamba muda sahihi timizi kwamba labda yeye na Diamond, kwaana sio ajui kwamba watawana lini. Lakini pia akaongezea neno ambalo lina uzito kusema kwamba sio tu muda sahihi, hata mtu sahihi kwamba huenda mahusiano ambayo yuko nayo sasa hivi na Diamond hayaoni huko, akiona kwamba vile sio mtu sahihi. Yep, mambo hayo. So hivyo ndivyo situation ilivyo. Hili ni jambo ambalo kiukweli limewadisappoint watu wengi sana baada ya Zuchu kuulizwa hivyo. Ee, ukiwa kama mdau, hebu na wewe pia tuambie unalizungumziaje hili swala. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha bwana, una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.